Wilaya yetu iko salama, wananchi wanaendelea kufanya majukumu yao, wilaya ikiwa salama na amani. Na hili naomba kupitia kikao hiki niendelee kuwahimiza wananchi wa wilaya Karagwe, tuendelee kulinda amani ya nchi yetu, tuendelee kulinda amani ya mkoa wetu, na tuendelee kulinda amani ya wilaya yetu. Yote mazuri ambayo tunayapanga ya maendeleo ya kupambana na umasikini na kukuza uchumi wa kaya zetu yatafanikiwa iwapo tutaendelea kudumisha amani. Naomba niwashukuru sana wananchi kwa kuwa raia wema, kushirikiana na serikali kuhakikisha amani ndani ya wilaya yetu na ndani ya nchi yetu inaendelea kuwepo na niwaombe, waheshimiwa madiwani, tuendelee kusimamia maendeleo, tuendelee kusimamia ilani ambayo sisi na nyinyi tulienda kila kata kuahidi wananchi kwamba tuchagueni Chama cha Mapinduzi na serikali ambayo itaundwa na chama chetu tunakuja kutekeleza haya kwenu. Sasa hivi sasa tunajadili bajeti. Naomba tuijadili bila uoga, tuikosoe mahali ambapo inahitaji kukosolewa ili kile ambacho tutakipitisha kiwe ni kile ambacho wananchi waliotutuma wanakitarajia tukisimamia. Na nimshukuru sana rais wetu na mijeshi mkuu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Haya yote tumezungumzia utekelezaji wa miradi ambayo imekwisha fanyika, tumeweza kuifanya kwa sababu tunaye raisi ambaye anatuunga mkono Karagwe. Tunaye raisi ambaye anahakikisha vipaumbele ambavyo tunapeleka serikalini tunaendelea kupata fedha. Mmeona tumeweka kwenye vipaumbele tunavyojadili ujenzi wa soko la kisasa la wilaya hapa Kayanga kwa mheshimiwa Gerema, lakini sio soko, niliwaambia sio soko la wanakayanga peke yao, ni ya wanaKaragwe wote, kwa sababu ni soko la wilaya. Tunakuja kujenga soko la kisasa hapa Kayanga. Mimi kule bungeni niko kamati ya bajeti. <laughs> bajeti zote za kisekta zinapita pale waziri wa fedha tunashinda naye kwenye vikao, na yeye ameshanithibitishia kwamba kafanyeni lenu huko mpitishe ije kwenye vipaumbele vya 2026/2027 hapa. Mimi nitafanya kusaini cheki ili wanaKaragwe na nanyii mkapate soko la msa. Stendi ya kisasa ya wilaya tunaenda kuijenga pale Kishao kwa Mheshimiwa Mugisha, na ile stendi sio ya wanabugene peke yao, ni ya wilaya nzima, stendi ya kisasa kabisa na kwa ramani ambayo tumepitisha ile stendi ikijengwa, wengine watadhani ni stendi ya mkoa, kumbe ni stendi ya wilaya Karagwe. Wakati baraza hili hili lililopita, tunasema tutajenga ofisi ya kisasa ya, ya mkuu wa wilaya, ili wana Karagwe wakienda kwa mkuu wa wilaya wahudumiwe vizuri. Wapo waliosema hizi ni siasa, lakini nenda uangalie soko nani, ofisi ya mkuu wa wilaya ilivyokuwa ya kisasa na haya ambayo ninawaambia yatatekelezwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na chini ya dokta wetu, Dokta Samia Suluhu Hassan kufika 2030 na tutakuwa na stendi ya kisasa tutakuwa na soko la kisasa. Sasa ni waombe, hata stadium ya wilaya naomba isibaki nyuma, tuweze kuleta ligi kuu kila mwaka wanapotafuta viwanja vya kufanyia mazoezi, wakija hapa Karagwe watatuachia kitu.